Ni mimi yule yule tabibu wenu Dr. Yusuf Kifimbo. Leo hii nipo katika utaratibu wa utafutaji wa dawa. Leo hii nataka niwaoneshe jinsi gani au namna gani utafutaji na upataji wa dawa ulivyokuwa mgumu, mpaka mabondeni tunafika, na mabondeni huku ndipo, mabondeni kunapopatikana vitu vizito na vitu ambavyo ni muhimu sana kwenu nyinyi binadamu kuondoshea maradhi na sihiri ambayo ipo katika miili yenu. Ni siri zito sana ila, ukitaka kunielewa na kuelewa, utapata faida kubwa sana na mafanikio mengi. yanapatikana kwenye mimea na wanyama, ndiyo siri ya mafanikio, ndiyo siri ya kutatua shida zilizokuwa zinakusonga wewe binadamu. Fuatana na mimi kuanzia sasa, ili upate kupata faida yako leo na kesho, insha Allah. Karibu. Nani anaufahamu huu? Nani anaufahamu huu? hizi kamba kamba hizi, kamba kamba hizi. Naam. Naam. Hizi kamba, wengi mnazichukulia masihara, lakini kamba hizi zina maana kubwa sana. Hizi kamba wewe binadamu uliokuwa na vifungo katika mwili wako uliyekuwa na vifungo katika nyota yako, uliyekuwa na vifungo katika utafutaji wako, uliyekuwa na vifungo katika masuala yako ya kazi, kamba hizi ni mahususi au ni nzuri sana kwa katika kukufungua wewe, kukufungulia mambo yako yaende, kukufungulia riski zako, kukufungulia nyota yako endapo itakapokuwa imefungwa. Lakini pia kamba hizi zinafungua mpaka wa mama waliokuwa wamefungwa vizazi lakini pia kamba hizi zinafunguliwa wale wakina mama ambao mimba zao zimefungwa, zinapitiriza siku katika kujifungua. Kamba hizi inazotakiwa uwe na kamba zisizopungua kumi na mbili katika mikono yako, na kamba hizi utazikatakata katika kipimo maalumu, ambacho kipimo hicho kitaweza kukufunga kichwa, mabega hadi katika sehemu za mikono na kuendelea mpaka chini ya miguu hakikisha katika mwili wako katika kam, katika mwili wako kamba kama hizi zimeingia katika mwili wako zisizopungua kamba kumi na mbili. Katika kamba hizo kumi na mbili utakazofungwa hakikisha umefungwa umekalia katikati ya mlango, ikiwa unaangalia kama unatoka nje, utafungwa kamba hizo kumi na mbili. Ukishafungwa kamba hizo kumi na mbili, hakikisha kuna mtu atakaye kufungua kamba hizo. Atakapo kufungua kamba hizo, utachukua kamba zile, mtaziokota na mtazitwanga katika kuzitwanga kamba zile, nakuja sasa kwa mama aliyofungwa, aliyofungwa ujauzito wake umepitiriza, atatwangiwa kamba zile katika kinu, kisha atachukua bakuri, bakuri ambayo bakuli hiyo ni bakuli ya chuma, bakuli ambayo ya chuma ambayo haijawahi kutumika hata siku moja. Bakuli ile atahifadhi vile vitu, atatia na maji kiasi. Akishatia na maji kiasi, binadamu yule atasimama katikati ya mlango, akiwa anaelekea binadamu au watu wanapopita kutoka nje atakunywa dawa ile akiwa amesimama katikati ya mlango, kisha utachukua bakuli lile, mtalirusha juu ya paa, litatokea upande wa pili, bakuli lile litadondoka likiwa limejifunika. Biidhni la dakika tano hazipiti binadamu huyo, kama siku zake zimepitiriza, basi muda huo mwandae usafiri kwa niaba ya kumwaisha hospitalini. Likiwa limejifunua likiwa limejifunua, limejifunua basi kwa izini ya Allah hata dakika mbili pia hazitopita muda huo huo, lazima mtamwaisha hospitalini. Ni kamba hizi lakini, kwa wale waliofungwa, waliofungwa riziki zao, waliofungwa mambo yao yaendi, ya nitaelezea kwa kipindi kingine tena. Fuatana na mimi kuanzia sasa. Ni mtabibu wako Dr. Yusuf Kifimbo, asanteni sana.